Ndani ya Big City Breakfast ya mjini FM 92.5 kwa hisani kubwa ya Plascon Tanzania, rangi bora zinazodumu kwa muda mrefu. Iwe ni kwa mbao, kwa gari, ukuta, bati au zege, Plascon huleta muonekano wa kisasa, kinga dhidi ya hali ya hewa na mwangaza wa kweli unaobeba hadhi ya nyumba yako, na sifa zake wasitochoka kukukumbusha ni pamoja na kuwa Plascon Tanzania au rangi za Plascon zinadumu kwa miaka mingi bila kufifia. Kwa hiyo badala ya kuwa unarudia una kila siku unanunua rangi una, una <laughs> hela wewe, bora upige moja afu unakuwa umemaliza, na ni kwa kupitia Plascon pekee. Haina harufu kali, kwa hiyo inakuwa ni rafiki kwa mazingira, inashika vyema kwa safu moja tu, na rangi zinazochangamsha hisia na maisha. Ina maana unaweza kuchagua rangi unayoitaka wewe alafu atakumixia kwa hiyo unakuwa na utofauti pia, nyumba yako inakuwa eh, kila mmoja akitaka kuelekeza eh, ku, ku, eh ile nyumba ya rangi fulani Ah, pale ni kwa fulani. Okay. Kuna utofauti bwana kwa kuchagua rangi yenye hadhi. Chagua Plascon, Color Your World.